Kwa hiyo sisi amani lazima tuilinde, tuienzi, na ni jambo letu, sio jambo la kulazimisha na mtu. Kila mmoja anao umuhimu wa kulinda amani. Kwa hiyo tuilinde amani kama Waislamu. Na mashekhe wangu maimamu, makhatibu misikitini, na nyinyi mlio twanyazi katika hadhara mbalimbali za Maulidi za nini, mihadhara, ihubirini amani kwa nguvu zote, mwaeleze watu kuhusu amani na mwatosheleze mpaka mtu atosheke kwamba amani Uislamu umesemaje kuhusu amani? Ukapiga kura, kisha rudi nyumbani endelea na shughuli zako kama kawaida, kwa sababu ni jambo na ni haki yako ya kufanya. Kafanya haki yako, rudi, endelea kwa amani na kwa salama na kwa utulivu, na usipoteze haki yako kwa kuto kwenda kupiga kura kwa sababu utakuwa hata kama unamchukia mtu mtuafsii sasa kama hata upigi lakini si akipata sitakuwa amepata si ataendelea kuuzi kuuzi kwa miaka mitano sasa, wewe ukwenda kupiga atakutawala miaka mitano, ataendelea kuuzi hivyo. Kwa hiyo ametuhusia sana kama Waislamu na kama jamii tuitunze na tuilinde amani yetu, na ametuambia pia tuiombee amani tuiombee nchi yetu amani, ili mradi kwamba mambo yetu yaweze kwenda vizuri, kwa sababu bila amani hakuna imani yoyote ambayo itakayoweza kutawala. Kwa hiyo sisi tunamshukuru Mufti wetu wa Tanzania kwanza kwa kututembelea Mtwara, lakini pia kuja kuzungumzia maswala mazima ya kiamani, kwa sababu tuki, tuki, tuki reflect kwamba sisi tuko mpakani huku. Kwa hiyo amani tunatakiwa tuidumishe sana, na naamini baada ya mazungumzo ya leo ya mheshimiwa Mufti, watu wengi wamefunguka masikio na wataangalia zile nafasi zao, kila mmoja kuhakikisha swala zima la Uislamu utaratibu wake na maadili mema ambayo kwa kiasi kikubwa yamemomonyoka. Watu watajitahidi watakaa vizuri, hasa katika wakati huu tuliokuwa nao, wakati wa kuiombea sana nchi, lakini pia kujitahidi kutunza amani sana kwa sababu tunaendea katika uchaguzi.